Kupitia nyinyi watumishi na waandishi wa habari waliopo hapa, kutoa rai kwa waajiri wote ambao kwa namna moja au nyingine wamekuwa watekelezi ipasavyo sheria ya mfuko, hasa kujisajili na kwa kuwasilisha michango ya wafanyakazi kwa wakati e, kuna waajiri wapo wamekuwa wazembe e, au kwa makusudi au kwa kuamua tukutu kufanya, lakini niombe nitoe lai like kwao kuhakikisha wanatekeleza sheria bila shuruti. Nikuagize mkurugenzi mkuu na management, hakikisheni waajili wote ambao hawatekelezi wajibu wao wanachukuliwa hatua za kisheria. Tumepewa nguvu za kisheria na huu ndio wajibu, kwa sababu kuna wengine wanataka maximization ya profit in expense ya mwajiliwa wake, hataki kuleta michango yake mpaka afuatilie. Tutilie mkazo jambo hili, uzingatiaji wa sheria kwa waajili kuhakikisha waajiriwa wao wanaletewa michango wao kwa mujibu wa taratibu inavyotakiwa, na wale ambao hawajasajili bado. Kuna wengine wako ni waajiri, lakini hawataki kujiunga na NSSF, lakini tutaweka mtaratibu mzuri wa kuboresha zaidi, ili tuhakikishe kila mwajiri anakuwa analazimika kujisajili na NSSF kutokana na mifumo ya nchi yetu iliyopo, kwa sababu kama mtu amesajiliwa blela anafanya kazi analipa kodi TRA, kwa nini asilete michango NSSF? Kwa tutaweka utaratibu mzuri ambao najua upo, lakini kutilia mkazo ili waajiri wahakikishe wana comply na takwa hili la kisheria la kuleta michango kwa wakati na kujisajili NSSF, au waajiri katika sekta binafsi.